Mji wetu mheshimiwa DC amesema ni mji wa kitalii, ni ukweli. Mimi nitaomba sana, imarisheni usafi wa mazingira, mji wetu wa Karatu uvutie, na wote wanaokuja wajisikie wa, wa, wa, wa fahari ya kuja Karatu, wajisikie fahari ya kwenda kupumzika kwenye mahoteli yaliyoko huko maporini huko ambako Karatu imependeza mno. Kwa hiyo hapa katikati hapa lazima mjenge utaratibu maalum wa kujenga mandhari kuimarisha mandhari ya usafi na kuvutia mji wetu. Halmashauri hii mwaka huu imefanya kazi kubwa sana, ambayo mnastahili kupongezwa. Nilikuwa nazungumzia kipengele cha ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hamjawahi kufika asilimia 117 kabla mwaka hujaisha, lakini safari hii mmefika asilimia 117 ya malengo yenu ya kukusanya, mmevuka malengo kwa asilimia 117. Hoja 30 zimefutwa tunazo bado hoja ishirini na hizo hoja ishirini bado mnao uwezo wa kuendelea kuzifuta, ko mkurugenzi na wataalamu wako endeleeni, se yupo na timu yake wako tayari kufanya verifications kwa hoja zote ambazo mnazitolea ufafanuzi ili tuweze kuzipunguza. Wageni wanapokuja wengi, basi ni kipato cha kila mmoja wetu. Tuna biashara nyingi zinafanyika katika wilaya hii, tuna maduka, tuna tuna hoteli zina takriban tuna hoteli zaidi ya mia moja ziko hapa. Kwa hiyo hawa wageni wakiondoka, waondoke na picha nzuri ya halmashauri ya wilaya ya Karatu. Kwa hiyo sisi watumishi tunapofanya kazi za kusimamia mazingira, kusimamia ukusanyaji wa mapato, hatufanyi kama tunaenda kumwonea mtu, lakini tunafanya kwa kufuata taratibu na na sheria na miongozo ambayo tumewekewa. Kwa hiyo tupeane ushirikiano, hakuna mtu ana lengo baya la kwenda kusimamia usafi au kusimamia maeneo mengine. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano mkubwa mtupatie kule ambako tunafanya hizi kazi. Nashauri kwamba halmashauri iweke mikakati kila wanapokutana na management, kuwe kuna ongelewa hali ya hoja za CAG za nyuma na maagizo ya LAAC. Kila mkuu wa idara au kitengo anayehusika atoe tathmini ya amefanya nini kuhusu hoja inayomhusu katika idara yake au kitengo chake. Hii itasaidia hata halmashauri ikiitwa ghafla, wakati mwingine inashitukizwa, iwe na updates.